Taifa kutokea katika jeshi la Israel limesema litaanza tena utekelezaji wa usitishaji mapigano huko Gaza baada ya kufanya mashambulizi ya anga siku ya Jumapili kujibu kile ilichokiita ukiukwaji wa wazi wa Hamasi wa makubaliano hayo. Mashambulizi yalianza kusini mwa Gaza baada ya jeshi la Israel kusema magaidi walifyatua kombora la kifaru na milio ya risasi kuelekea kwa wanajeshi wake huko Rafah na kuwa wanajeshi wawili. Hamasi inasema haijui mapigano yoyote katika eneo hilo lililo chini ya udhibiti wa Israeli. Lakini kufikia jioni, Israeli ilisema imefikia malengo ya Hamasi kote Gaza huku huku vyanzo vya hospitali vikisema watu arobaini na nne walikuwa wameuawa. Lakini Hamas inasema kuwa imejitolea kusitisha mapigano na kuishutumu Israeli kwa ukiukwaji na kuonya mashambulizi hayo yanayoweza kusambaratisha makubaliano ya kusitisha mapigano awamu ya kwanza. Makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Marekani ilianza kutekelezwa tarehe kumi Oktoba, ambapo mapigano yalikomeshwa mara moja, kuondolewa kwa sehemu ya wanajeshi wa Israeli kwenye mstari unaojulikana kama mstari wa njano manjano, kaskazini mashariki na kusini mwa Gaza, na kuongezeka kwa misaada lakini Hamas imewaachilia mateka wote walio wa hai, kurejesha miili kumi na mbili kati 28 ya ishirini na nane ya waliofariki. Lakini Israel kwa upande wake iliwaachia huru wafungwa mia mbili hamsini wa Kipalestina katika jela zilizofungwa, watu elfu moja mia saba kumi na nane kutoka Gaza na kurejesha miili kumi na tano ya Wapalestina kama walipo ya kila mabaki ya mateka wa Israeli. Ebana, nadhani hiki kitu sasa hivi, jana ripoti ambayo ilitoka kwenye jeshi la Israeli ya kwamba wanajeshi wake wawili walikuwa wamefariki kutokana na mashambulizi ambayo yamedaiwa kutokana na ya ripoti ambayo imetoka kwa wenyewe Hamas ya kwamba wameuliwa na Hamas, lakini Hamas sasa hivi wamekuja kukataa hiki kitu, jambo ambalo linakuja kuacha maswali mengi: ni nani ambaye anaendelea kushambulia kila mmoja kikataa ya kwamba mimi si shambulii. Je, ni nani ambaye anapelekea mauaji ya watu hawa ama wanajeshi hawa kila siku?